Baba paroko, kamati itendaji, makatekista, mafrateli ambao tupo pamoja hapa umewa, wazazi wote wa watoto waliopata kipaimara na, kipa, na ninyi wana kipaimara wenyewe watoto wetu wapendwa, ambao wameimba vizuri sana katika unjilishaji wa kina huu, endeleni <coughs> waamini wote na wana vyombo vya habari. Kristo tumaini letu, tumaini letu. Kristo. Siku zote tunaanza kumshukuru Mungu kwa sababu yote tunayokuwa nayo ni kwa sababu yeye ameamua ya yawe hivyo hivyo. Kwa hiyo Mungu apewe sifa tukufu na nguvu zote, tunamshukuru kwa zawadi hizo anazotujalia sisi nipende kwa namna ya pekee kushukuru uongozi wa parokia pamoja na baba paroko kwa nafasi yake nzuri ya, ya kutualika na kufika huku. Umekuwa na utaratibu huo au utamaduni huo wa kila mwaka, kama hatuna majukumu ya pekee kufika. Lakini mimi kwangu, kwa namna ya pekee kufika kwa mara ya kwanza e, katika parokia hii na kushiriki mafumbo makubwa haya ninawashukuru sana kwa sala zenu, sadaka zenu na michango yenu, sio tu katika siku hii, lakini hata tangu pale mlipopata habari ya kuwa nilikuwa nimeteuliwa na Baba Mtakatifu kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dodoma, mmekuwa mkiniombea. Lakini pia siku hiyo niliwaona wajumbe kutoka kwenu waliowakilisha sura nzima ya wanaparokia ya Yuda Tadeyo Stakishari. Kwa asanteni sana kwa matukio hayo, na nashukuru sana kwa michango yenu yote ya nyakati hizo mpaka na sasa ambayo mmetuchangia ili tuendeleze kazi ya uinjilishaji na utume katika kanisa la Bwana. Nawashukuruni sana. Wakati tunapata uhuru, baba yetu wa taifa alianzisha kauli mbiu nyingi nyingi, lakini moja wapo ilikuwa umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Nashuhudia hilo kwa macho yangu ya nyama, lakini na ya kiroho pia, katika imani yangu, nikiona wazi kuwa parokia ya Yuda Tadei mnaishi kwa umoja, na katika umoja mnasafiri pamoja hii najifungua na kujidhihirisha katika mafanikio makubwa ambayo mmeyapata ndani ya miaka mitano tangu mmekuwa parukia. Mmefanya mambo mengi na mazuri ya kiimani wa wamoja na kwa kushirikiana, ningeesaji na kuomba wakati wote mwendelee kuwa na umoja huo na mshikamano. Tambua wazi kuwa bado mnayo nazo changamoto nyingi ambazo zina zina wahitaji nguvu zenu, akili zenu na ushirikiano wenu wa pamoja, ili kuzikabili changamoto hizi na mahala hapa pawe mahala pazuri zaidi pa kumwabudu Mungu katika haki na kweli. Kwa sababu hiyo, tuwaidieni sala zetu ambazo zitaenda sambamba na za kwenu katika kufanikisha matukio hayo muhimu na adimu ya kuhakikisha kuwa yote mliopanga na kunuia kwa umoja wenu mnayetekeleza kwa ushirikiano wenu, na yanakuwa faida kwenu ninyi nyote na vizazi vyenu. Na kwa sababu hiyo katika risala ambayo tumesikia kutoka kwa mwenyekiti wa halmashauri, tumesikia juu ya habari ya kazi kubwa ambayo inaendelea ya upanuzi wa kanisa letu. Ni kweli kuwa ila siku inapoongezeka tunazidi kupata waamini wapya, au wanaohamia, au wanaobatizwa. Hawa wote wanahitaji nafasi katika kanisa letu. Hatuwezi kubaki tu na kanisa lile lile lilokuwa la kigango, tukabaki hapo hapo na tukasimama hapo. Tunahitaji kut kutanua zaidi, ili tuweze kuwapokea watu wengi zaidi watakaokaa kwa utulivu na kumwabudu Mungu kumlilia katika shida zao au kumpelekea shukrani katika mafanikio yao. Haya ni muhimu sana na ni ya lazima katika maisha yetu. Kwa sababu hiyo basi, najua mnaendelea kufanya, lakini injili ya leo tutie nguvu. Tumesikia juu ya habari ya imani ikiwa ndogo hata kama chembe ya haradari, inaweza kufanya mambo makubwa. Mimi nina imani kuwa katika swala la ujenzi wa kanisa hili hatuangalii nani ana kingi, nani ana kidogo. Tunataka tuanzishe hiyo kampeni inayoitwa ya nguvu ya mbegu ya haradari, iende ikajenge kanisa. Nguvu ya mbegu ya haradari hiyo hiyo ndogo, kila mmoja akijitoa kwa moyo, kwa imani, katika kidogo alichokuwa nacho, hakika hili kanisa litasimama haraka. Hapo ni lazima tukubali kuwacha ubinafsi, lakini kuangalia zaidi mambo mazito yaliyopo mbele ya kiimani. Na hiyo hiyo imani japo ndogo, kwa kweli najua inaenda kujenga kanisa letu. Kwani alike katika familia zenu, katika jumuiya zenu, na kwa ma, na kwa watu wenye mapenzi mema mnaokutana nao, wapatieni hiyo habari njema ya mbegu ya haradari, muwaombe chochote kinachowezekana tukamilishe ujenzi wa kanisa letu ili tuweze kwa kweli kutulia na kufanya mambo yetu kwa imani na utulivu. Nikiwashukuru kwa namna ya pekee kamati tendaji kwa mengi wanayoyafanya ambayo wanaanzisha mipango, wanawashirikisheni, lakini na ninyi mnakubali, mnasafiri nao kwa pamoja. Basi tuendelee kuwasikiliza, tuendelee kushauriana nao, tuendelee kusafiri nao pamoja, ili haya yote yaweze kufanikiwa. Dodoma wanawasalimu, wanawaombea na wanatakia heri na baraka. Wamenituma mimi tu niji ni mwakilishi kwa wao wote kwa mwaka kwa kipindi hiki, lakini pia wanawakaribisheni sana Dodoma. Karibuni kuja kuiona Dodoma, karibuni kuja kusalimia, karibuni kuja kupumzika. Tunawashukuru kwa yote, tukiendelea tena kutoa pongezi kubwa kwa ninyi mliopokea kipaimara nishini kipaimara yenu kwa imani kubwa na ushuhuda wa maisha yenu. Nashukuru na, na nimefurahi sana unakuwa kuwa kwaya ya watoto inaweza ikaemba vizuri namna hii mpaka Kiingereza. Hongereni sana, manami nilikuwa nasikia tu nyimbo inakabandika bado, lazima watoto mmemeza kanda mdomoni nini, naimba vizuri. Hongereni sana. Wazazi, waruhusuni watoto wenu waje waungane na hawa watoto wenzao, angalia wanapomfurahia Mwenyezi Mungu kwa kujiachia na amani hivyo. Yani, mtoto anayefurahi namna hiyo anakuwa hivyo hivyo kiroho na kimwili, anachangamka, anajipambanua mpaka na kwenye masomo. Lakini sasa tukimfungia tu, yani akitoka nsani umemfungia kwenye geti, atoki akitoka hapo tuisheni na nini, anakosa fursa hizi adhimu hizi. Kwa hiyo mimi nawaomba wazazi, wa ruhusuni, na ninyi muongeze juhudi, muendelee vizuri zaidi na zaidi, sawa eh? tutawatandika siku moja kuja Dodoma kuinjilisha, kuja <coughs> <coughs> kule. Mnajipanga vizuri, mnakuja, mnaimba, mtembelea kama parokia mbili tatu hivi, mnawafanya vitu adimu kama hivi. <coughs> kwa kweli ongeleni sana walimu na washukuru sana makatekista, nashukuru na wote wanaoshughulika katika kuandaa watoto. Jukumu letu wazazi, wazazi jamani, tulio wengi kulea, sasa hivi tumechoka, tunadekeza tulio wengi, sasa hivi tunadekeza badala ya kulea. Sasa turuhusu wale ambao wana uwezo wa kutusaidia kwenye malezi tuwape, na mojawapo ni hivi, mtoto wako ukimleta awe anashiriki na hawa, sio kwamba unapoteza anaweka akiba, na ni imani kubwa kweli wanayokuwa nayo hawa. Hao watoto, jinsi waliocheza namna hii, haiwezi kuwatoka katika maisha yao. Hata wao wazee watasimulia, sasa sisi tulikuwa tunacheza bwana na kuimba mpaka Kiingereza uongo kao eh. Nawaomba sana wazazi, malezi ya familia ni ya muhimu sana, yaani tuyatupie tuya jicho la namna ya pekee, na hatulei halei mtu mmoja Jamii ndiyo inayolea na kama jamii inalea sehemu jawapo muhimu kabisa ni kuwaleta watoto kanisani kama hawa. Mimi kweli nimeshangaa kuona wanafanya vitu vizuri namna hii, lakini basi waendelee, tuwatie moyo, tuwafariji, tuwasaidie pale wanapohitaji misaada yetu, tusiwanyime, kwa sababu leo na na imani, sio leo tu, mimi nimeona leo kwa sababu nimefika leo wanatupatia vitu adimu sana katika maisha yetu, au labda kwa sababu ninyi waga msali misa yao, ila najua kama huwa hamsali, leo mmesali pamoja na mimi na kusikia wanavyofanya. Uongo, uongo. E, basi tuwasaidie na tuwahimize watoto wetu kuja kushirikiana na hawa, nikitambua kuwa muda si rafiki na mambo mengi hapo mbele yetu, na mnawahitaji hawa kwa ajili ya vitu adimu huko nyumbani. Uongo. E, e, e, asa, sio mnavileta tu, tunakula pamoja hapa jamani <mulia> eh? sio mnavileta vyote tushirikiane hapa kwa pamoja <mulia> mkileta hapa kwa pamoja tutashirikiana wote sasa. Kila mmoja akienda kwa nyumba yake, mimi siwezi kwenda kila mmoja kwenye nyumba yake, si ndio eh? Yeah. Mpo wengi sana 36 mimi siwezi. Wakati mwingine mkileta hapa tunakaa pamoja tunakula afu mnaenda kule nyumbani mnafanya sherehe ya jioni ya mchana. Inakaa hapa kufurahia utakatifu tulio upokea, neema na baraka zinakaa hapa, hata kama ni kidogo, tunashirikishana hata kama ni kidogo, kuwa nguvu ya kukomunika Ekaristi Takatifu, mnajua nguvu yake, hata kama kidogo, tunavunjiana na megeana, upendo ule ni wa msingi sana. Nawatakia heri na baraka, nikizidi kuwatakia mafanikio mema na jitihada za kutosha